Cha kwanza nashukuru, mechi ya kwanza tumepata matokeo uh, point tatu, kwa sababu tuko na kwa kikundi chetu tuko na timu tano na huyu ameshinda mechi yake na sasa, na sisi tumepata matokeo ya point tatu nikuwa muhimu sana leo. Sio kuzidiwa lakini tu unafikiri unajua mechi za kwanza, kwa kawaida zinakuwa kwa tournament sio rahisi sana lakini nafikiri hiyo ndio mchezo, tumepata matokeo point tatu ni muhimu Uh, wakosi wa kwanza karibu wote ni wakocha wa kwanza kwa sababu Simba mwaka huu hatuna mw, ya wakiba ama nini ilo, mchezaji wote tunachezesha ni mchezaji wa Simba. Sisi kama Simba mwaka huu atu, atu, atuangalie sana mchezaji mmoja kama yeye hayupo ana matatizo kidogo, lakini mechi ambao awezafata anaweza kacheza, yani wachezaji wote wa Simba mwaka huu wote mchezaji wote anaweza akacheza. Uh, sio kiwango cha chini, nafikiri mpira ndio hivyo, mpira inaweza kabadilika saa yote.